Habari rafiki zangu, sasa leo ningependa tuangalie harakati zinazoendelea kwenye jiji hili la Barcelona, mida ya asubuhi. Ni mambo gani? Ni ya kawaida sana, utaniambia huenda. Uh, kuna vitu utaviona utasema se hichi ni cha tofauti sana, ama utaona kawaida. Kwa hiyo twende wote, tutabadilisha kamera uweze kuona yale ambayo mimi ninayaona na tutazungumza wakati tunaenda. Lakini nikukumbushe tu, usisahau ku like, ku subscribe na kushare na watu wengine na kuniambia unafuatilia video hii ukitokea wapi. Haya, sasa basi, hapa ndio tunaanza kwenda. Nilikuwa nimeona kuna watu walikuwa wanasafisha hapa uh, wameondoka. Mida hii ni mida ya shughuli za usafi na mambo mengine kama hayo, kwa hiyo huenda tuka tukaona harakati hizo za usafi huko mbele ya safari ehe. Lakini kama unavyoona biashara zinakuwa zimeshafunguliwa watu, uh, wamekaa nje. Wenzetu wanapenda sana kukaa nje kama hivyo kupata kupata chochote lakini vilevile unaona barabarani magari. Kiukweli kwa Barcelona magari ni muda wote tu. Nikisema kwamba eti kuna muda ambao barabara inakuwa nyeupe, nitakuwa muongo. Ehe, kwa hiyo utaona hapo, lile soko ndo lile soko ambalo tulikuwa tumeenda hapa majuzi kati Eh, utaona kuna maeneo wanauza vitafunio. Ngoja ni kuonyeshe pale ndani, pale wanauza vitafunio, japo na wao wauza vitafunio. Hiyo ni shughuli ya siku nzima, sio kusema kwamba ati uh, wamefungua tu asubuhi. Hapana, hiyo vitafunio bwana, wewe nenda saa tisa uenda saa saba utavipata. Huu mtani naopita, naona una utulivu hivi. Ah, ni kwa sababu ya ya stop ya Stopia magari iliyoko pale, kwa sababu bwana, kwa Barcelona ah, kawaida yani utakuta kwamba ni, ni vibrant sana eh, he, ni vibrant sana lakini naona pametulia, wenyewe wako hapo wanapata chai wanapata nini mm, haya -hmm. Ah, hapa naona ni matukio tu ya kawaida. Mida hii ni mida ambayo usafi unafanyika sana nah? Nawaza kama nitaweza kuwaona tena mbele ya safari huko, lakini tutaona wenyewe. Hapa miongoni mwa vitu ambavyo vinazungumziwa uh, sana na hata watu wengine wanaotokea nchi nyingine za Ulaya wakifika hapa Hispania, wanasema ni tamaduni zao, wana tamaduni ya kuwa sio, nisemeje, wana jamii sana, yaani kama hivi utawakuta mtu ana marafiki zake wamekaa nje, wanapata chai. Kuna watu kutoka nchi nyingine za Ulaya kwa wananiambia kwamba kwenye nchi zao hakuna hayo mambo, yaani yetu umekaa nje, uh, na watu mnapata kachaa hivi, yaani hakuna huo ukaribu wa hivyo, kila mtu anafanya biashara yake. Kama wewe ni mwana diaspora na uko uh, uko kwenye moja ya hizi nchi za Ulaya, naomba uniambie, yeah, je, huko nchini kwako, kwa ambako kwa wewe kwa hupo wana ukaribu, wana urafiki, huwa wanakaa hivi kama ambavyo utaendelea kuona hapa mm? sawa, sawa haya Ngoja tuone na biashara zimefunguliwa kama ambavyo unaona hapo tayari biashara zimefunguliwa eh. Kwa bwana ni wanatumia sana lile dirisha kukuonyesha mambo yanayoendelea ndani, kwa hiyo utakuta bidhaa zimekaa hapo dirishani. Haya, watu wamepumzika zao hapo, wanapata chai, wanapata sigara, kama mtu umemwona hapo sigara moshi mpaka umenijia mpaka huko sigara bwana, ni zinavutwa huko eh, e, e. Sigara ni zinavutwa, sigara ni zinavutwa sana. Sijua ni swala la tamaduni ama, ah, ila sigara bwana, sigara zinavutwa yani. Hapa tukisema tuangalie chini hapa, utakuta vipisi vipisi, isipokuwa tu kama wale watu wa usafi wakiwa wameshapita. Haya, mm -hmm. Sasa hapa nimefika sehemu hii, sehemu bwana wanauza wanauza nyumba. Wanauza nyumba. Ukifika hapa, hii ni ofisi ambayo humo ndani wanauza nyumba. Sasa bwana, tuangalie walizonazo leo, wanauza bei gani. Haya, kuna kama hii hapa, hii ni uh, ina suku ya mita mia, ina vyumba vitatu na mabafu matatu. Ehe. Hii bwana wanauza euro 450. Euro moja ni elfu tatu. Hebu kokotoa hapo. Eh? Euro 450 ni bilioni moja, hiyo inafika? Uongo. Ehe, haya, ngoja tuone. Na hapa hii ni eneo la biashara, hili eneo la biashara lina square mita 963, na lenyewe linauzwa kwa yuro laki nne na elfu tisini na tano hupo? <laughs> ndugu yangu baya, tuangalie hii hapa, walau ndo bei nafuu hii. Hii ina vyumba vitatu, bafu moja, uh, ina, ina, ina, ina lifti. Square meter juma, ni square meter themanini na tisa inauzwa yuro laki mbili na elfu thelathini Hebu kokotoa Euro moja ni elfu tatu. Elfu tatu mara laki mbili na thelathini, elfu tatu mara mia laki nne na hamsini ni shilingi ngapi? Ndio bei bwana hizo za nyumba huku kwetu. Kwa hiyo unaingia hapo ukipenda, unaenda unaonyeshwa, unafungua pochi, unakaa. Ndio bei zenyewe hizo, na ndio nimeshawahi kusema kwamba jamani, eh? wewe uliye Tanzania una kipato chako, una nyumba yako, usione kwamba eti umekosa. Ndugu yangu, wanapata pia huku, lakini gharama utakayotumia kuwa na nyumba hiyo yako, ulionao sasa hivi, una eneo kubwa, una dada siyo wa kazi, anakuja mwingine anakaa hapo hapo, una shamba, utapata hivyo vitu hata ukija huku, ila kwa gharama kubwa. Umeona pale apartment square meter 89, square meter yani ukubwa wa kawaida tu euro laki nne na tisini na tano euro laki nne na nusu, hapo kwa nyumba tu isio na maajabu. Wakati mwingine ni apartments kama ziko hapo ndani tu. E, unavyosikia vile, sio kwamba eti kuna mji wa tofauti. Mji wenyewe ndio huu. Kwa hiyo wewe mwenye utajiri wa Kiafrika, my friend be happy. Mwisho wa siku, wanadamu tunachotaka kama ni nyumba ni nyumba ile ile, unataka ukae, unataka kufanya nini? Kwa hiyo sawa, kuna vitu ambavyo viko Ulaya sisi hatuna ila, inaweza ikawa mara nyingi inachukuliwa kana kwamba huku Ulaya ndio kuna kila kitu. Kuna vitu hautavipata huku, kwa hiyo pesa na hiyo nguvu ambayo unatumia nyumbani, anyway. Haya basi, hapa naona watu wapo, wengine tayari wako na mbwa wao eh. Shughuli za zinaendelea, watu wanaendelea kupumzika hapa. Mimi mtaa wangu naoshika ni upi, kabla sijapotea? <laughs> kabla sijapotea ehe. Haya, kwa hiyo ndio maisha hivi bwana ya Barcelona asubuhi. Wengine wameshatoka kwenye apartment zao, wanaota jua kama hivyo. Ehe, ngoja tuendelee, lakini pia si unaona ni pa lay back hivi sio maeneo haya, lakini kuna kukimbizana, lakini ni kwa kawaida, na hata idadi ya watu ni kubwa, lakini sio ya kushona. Kuna mitaa sasa ambayo utakuta hiyo idadi ya kushona, lakini hapa kiukweli ni, ni, ni kawaida sana. Haya jamani, vitafunio kama hivi e, vimewekwa hapo e, yule ni mamba, ule mkate ni wa mamba, mkate ni wa kenge yule Huyu hapa haya. Kwa hiyo vitafunio, jamani, wenzetu wana display sana. Moja ya vitu ambapo nimeona kwenye bidhaa zao, umeona kama hivi frame zao kama hapa, ni vitabu, umeshawekewa nje kama hivi. Kwa hiyo naona hicho ni kitu ambacho, miundo ya maeneo yao ya biashara imeweza kuwa na maeneo ya kudisplay kama hivyo. Haise, naendelea ila bado natafakari, natafakari bei za nyumba zile. <laughs> Na trust me, ndio bei za kawaida eh, ndio bei za kawaida yani zile, hata ikatokea tukapata sehemu nyingine, euro laki mbili na nusu euro laki nne kwa apartment kawaida, kwa sababu Barcelona ni mji mkubwa, mm-hmm, kwa hiyo gharama ni kali na sio kali, gharama zinaendana na uhalisia wa hapa. Watu wengi kutoka pande zote za ulimwengu wanakuja hapa kwa kazi, kwa biashara, kwa nini. Kwa hivyo basi, ule ushindani wa kupata hayo maeneo ni mkubwa sana, kwa hiyo ndio maana na bei nazo zinazidi kuwa juu kweli kweli. Haya, koja, tuendelee kwenda hapa, tuone ehe, watu wengine wanafungua ofisi zao kama ambavyo tumempita huyo ndugu hapo anafungua ofisi yake uh-huh. Haya, sasa kwa apartmenti zenyewe wanazauza ndio kama zile, na ndio maana huwa ninapenda kusema kwamba yani, tukifika huku Ulaya sasa ndio unapozidi kuona kwamba jamani, utajiri wa Afrika huwa hauzungumziwi pakutosha, hauzungumziwi pa kutosha, na wanda wanatoka vijana wetu E, wana, wengine wanaangamia hata baharini kutaka kuja. Kweli tuna machungu yetu, tuna machungu yetu, na wala mimi kama Mtanzania siwezi nikasema kwamba eti kwamba hatuna changamoto. Changamoto tunazo, lakini ukweli ni kwamba, jamani, huku nako ukija huku, kuanza nguvu utakayohitaji kuitumia hapa ili umiliki nyumba ni tofauti na nguvu ambayo utaitumia nyumbani ili umiliki nyumba. Nguvu utakayoitumia hapa ili umiliki shamba Uwe una square meter sijui elfu mbili unapanda miogo unapanda nini, ni kubwa. Nguvu utakayotumia hapa apa kuweza kumiliki na wewe labda apartment mbili tatu upangisha, ni kubwa eh. Unajua vile tunakodishaga chumba sebule na, na, na bafu. Nguvu yako kuvipata hivyo vitu hapa wapangisha watu ni kubwa. Kwa hiyo haimaanishi haiwezekani, inawezekana, inawezekana Ila usije ukaacha utajiri wako nyumbani. Kwa hiyo kuna umri na kuna wakati ulipo, kuna wakati ulipofikia maidia. Eh, endelea kupiga palizi yako huko nyumbani, endelea ah, kupiga palizi yako huko nyumbani, au ah, la ukasema bwana, mimi nataka nijilipue kivyovyote, bwana, fursa zipo. Hata hivyo uhalisia ni kama ambavyo nimewaambia. Haya, ndugu zangu, Labda tuende tu tuendelee kuangalia yanayoendelea, lakini naona kama matukio ya asubuhi nimeshawaonyesha. Kuota jua ni kwingi <laughs> watu wengi kweli wanaota jua. Hali ya hewa ni kabaridi kidogo, ni baridi kidogo. Haya, na hii ndio mitaa yao bwana, umeona kama hivi, hizi ni barabara ambazo sasa hapa tayari ni katikati ya mji. Tuseme tu inaenda kwenye maeneo ambayo labda ina maduka zaidi. s Yes, yes. Hmm. Unaona? Ko hapa nimesimama kwa sababu naona alama yangu inaniambia nisimame. Japo wenyeji wenyewe sometimes unaona unakimbia ila mimi bwana naona hamna sababu ya kuvunja sheria. Yes. Kwa hiyo bwana maisha yanawezekana kokote, ila tu utafutaji huo unatofautiana. Utafutaji unatofautiana. Huwa anakutana na waafrika wenzangu huku katika harakati zetu, na kwenye maongezi, mtu anakuambia kabisa, jamani, yaani nyumbani kuna hichi kuna hichi kuna hichi. Ukifika hapa sasa hivi ndio utagundua thamani ya kile ambacho uko nacho. Ehe, shughuli za usafi nilizokuwa ninawaambia ndio kama hizo, ndugu zangu. Watu wanasafisha hapa, hizi ni shughuli za asubuhi na wana gari lao maalum. Kwa hiyo ndio harakati haya, ndugu zangu. Naona kwa leo niishie hapa, kuna mtaa anaelekea kwenda lakini nah. Naona niishie hapa, video isiwe ndefu sana kwa sababu matukio yatakuwa yanajirudia rudia. Haya, ila nitasogea mpaka kona ya pale mbele na kisha tutaenda. Haya, naomba uniambie ni kitu gani utapenda kukiona huku. Gari la usafi, umeona kama ile nyingine? Hilo ni gari la usafi lo. Kwa hiyo sijui wako mangapi. Ukishaona kijani kama vile basi, ah, inaashiria ni watu wa mazingira. Kwa hiyo mida kama hii ndio mida ya usafi kwelikweli. Haya, ndugu yangu, ungependa kuona kitu gani? Naomba uniambie.